Ujambo na karibu langu. Jina ni maskini msomi, na hii ni maskini msomi TV. Taarifa ambayo inanifikia kwa sasa ni kwamba aliyekuwa uh, mfuasi mkuu wa Raila Odinga ambaye mpaka sasa ni mfuasi mkuu wa Raila Odinga ambaye anafahamika kama Nuru Ukanga anaomba Wakenya wamsaidie wa shilingi elfu hamsini ya kuhudhuria mazishi ya Raila Amolo Odinga ambayo yatafanyika kesho kutwa ambayo ni siku ya Jumapili. Kumbuka ya kwamba Nuru Ukanga alizimia na kupelekwa hospitalini baada ya kushikwa na mshtuko wa moyo na kuzimia kutokana na taarifa ambazo ni mbaya zilimfikia baada ya kusikia ya kwamba Raila Amolo Odinga ameaga dunia. Kwa hivyo, kwa sasa Nuru Ukanga anaomba Wakenya wamchangie elfu hamsini ambayo itamwezesha kuhudhuria mazishi ya Raila Amolo Odinga ambayo yatafanyika siku ya Jumapili, e, wiki hii. langu jina la salia kuwa Maskini Msomi na hii ni Maskini Msomi TV. Lengo langu kuu ni kwamba nahakikishia kwamba na kupatia uondo kama huu ambao unatokea kila wakati, na kutakia siku njema.